Sasa nijibu ki, kiroho kabla ya kuwaza Ndia. Adhabu ya kumpa mtu aliyekukosea au ni mke wako au ni mme wako au ni ndugu yako, fikiria na wewe makosa ambayo unayafanya Ndia. Au makosa uliyomkosea huyo mtu Ndia. Upewe adhabu gani? Kwa hiyo <coughs> ukija kwangu ukiniambia mtu ambaye amenikosea, lese mke wangu amenikosea, wa nataka nimpe adhabu, mm. nimpe adhabu gani? mm. wewe nitakwambia, na wewe andika makosa yako hapo mm. ambayo unajua umemkosea mm. yeye mm. anajua ama hajui mm. alafu na wewe upime, oh, haya makosa yako, kwamba kwa haya makosa ndio mkosea mwenzangu, haya adhabu yake nipewe hii mm. alafu na yeye sasa ndio umpangie adhabu yake. Kwenye Biblia kuna mfano mmoja, Yesu Kristo alikuwa amekaa na na mtu mwanamke mmoja alikuwa ni kahaba ndio sasa. Watu wanafunzi wa Yesu wakaanza kumnyoshia kidole sasa, sasa anakana anakana, kahaba kabisa eh eh. Biblia inasema Yesu akasema, yani watu wakaanza kusema, bwana anakana wenye dhambi na nini. Yesu akamwambia mm, yeye ambaye hana dhambi awe wa kwanza kumpiga huyu mawe mm, eh, yeye ambaye hana dhambi. Wote waliinamisha vichwa chini, kwa sababu waliona kwamba kumbe na wao ana dhambi.